Tukichana na taarifa hiyo, seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Isaac Melly amepata majeraha mabaya katika maandamano yaliyokuwa yakifanyika ama yakifanywa na wanafunzi wa chuo kikuu cha Eldoret na wakazi wa eneo hilo. Kiini cha maandamano hayo ni kupinga madai ya ukabila unaodaiwa kutekelezwa na mkuu wa chuo hicho. Maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Eldoret na wakazi wa eneo hilo yametibuka baada ya maafisa wa polisi kuwajeruhi waandamanaji. Seneta wa Uasin Gishu Isaac Melly amekuwa mmoja wa wale waliojipata pabaya mikononi mwa polisi. Kazi yao ni kupiga wananchi risasi ama kukinga wananchi dhidi ya makaidi? Sisi tulikuwa tumeomba security, watupatie security tufanye peaceful demonstration, lakini hiyo imekuwa kando. Mamia walishiriki maandamano hayo kulalamikia kile wamekitaja kuwa ukabila katika chuo hicho kilichoko pembezoni mwa mji wa Eldoret. Mkuu wa chuo hicho Profesa Teresa Akenga ameelekezewa kidole cha lawama VC, am, amekuwa akiandika watu. Jana alisoma wale wote walipewa promotion, ukiona kweli kabisa, even the Kalenjin community hawa yuko, si ati tuna encourage tribalism, lakini sio mzuri kwa ukweli. Maafisa wa polisi wametumia vitoza machozi ili kuutawanya umati uliotaka kuondolewa kwa Profesa Akenga. Aidha, mwakilishi wa wadi Caroline Chepkosgey aliyejeruhiwa kwenye vurumai hilo ambalo pia liliwajumuisha wawakilishi wengine tisa. Maskari wakakuja na tia gas wakafungua dirisha mahali karibu tulikuwa kwa diri, tulikuwa kwa ndani ya gari ya serikali, wakafungua na wakarusha tia gas ndani na kututoa moja moja wakitugonga. Mimi nilipigwa teke na nikapigwa mguu, na mimi niko na mzigo. Senator Melly pamoja na mwakilishi wa wadi waliojeruhiwa kwa sasa wanapokea matibabu katika hospitali ya Elgon View. Mary Kilobi KTN.